Naam, kwengine, kwa wakazi katika kijiji cha Basuba kilichoko katika msitu wa Boni eneo bunge la Lamu Mashariki wanalazimika kufuturu kwa matunda ya msituni. Na mtazamaji wa kazi yao ponda matunda hayo na kutengeneza uji ambao ndio tegemeo lao kwa chakula cha kila siku, jambo ambalo limezidisha dhiki kwa Waislamu wanaofunga siku nzima. Na kama anavyotueleza Abdulrahman Hassan, wakazi hao wanaishi kwa dhiki kubwa kutokana na makali ya kiangazi, kaunti ya Lamu. Safari ya kuelekea kijiji cha Basuba si rahisi. Ilianza kwa kutumia pikipiki kutoka eneo la Hindi kupitia kivuko cha Ndununi kabla ya kuabiri boti na kuvuka maeneo ya Kiangwe, wadi ya Basuba. Ni safari ya takriban saa sita hivi ndani ya msitu wa Boni. Safari hiyo ndefu ilitufikisha katika kijiji cha Basuba saa kumi na moja ya jioni. Mzee Tora anatukaribisha kijijini. Hapa, Basuba, Basuba, ni kijiji ya awiru Basuba ndio katikati, kuna milimani, kuna Kiangwe, kuna Mangai, kuna Mararani. Basuba ndiyo katikati. Tunakutana na mzee Msuo Madi akitoka msituni kutafuta matunda ya msitu ambayo ndiyo futari yake leo. Mzee huyu hutoka asubuhi kuelekea sehemu ya Dongi iliyoko kilomita 25 kutoka kijiji cha Basuba ili kutafuta matunda aina ya kamwa kuwasili kwake nyumbani ndiyo matumaini ya chakula kwa familia yake leo. Twatoka Dongi kutafuta ile, ile korosha ya kama ile ili tuweze kupata futari ya leo usiku. Hatimaye maandalizi ya futari yanaanza kwa kutayarishwa. Matunda hayo yanaposagwa na kuwa unga, pilikapilika za kutengeneza uji zinaanza. Nyuso za wanaotegemea uji huu kwa mlo wa leo zikionyesha masikitiko na matumaini; masikitiko kuwa watalazimika kuunywa bila hata sukari, na matumaini kuwa angalau leo wamepata cha kufungulia ya saumu yao na kustiri matumbo. Uji huu utawastiri ya leo, ya kesho ni majaliwa. Wengine wanaenda kutafuta, kuna mariga, kuna wengine hawana chochote, wanafuturu na hiyo hali hapa ni ngumu kufuatia kiangazi kikali kinachonyausha vyakula vyote. Wale wahisani ambaye mbeleni walikuwa wanatuletea, watuletee, tunataka eh, tupate hiyo futuru. Mabadiliko ya hali ya anga pamoja na operesheni za kiusalama katika msitu wa Boni zimesababisha ukosefu wa asali ambao ni kitega uchumi kikuu cha jamii ya Waboni wanaopatikana hapa. Hii tukio ya kubadilika tabia nchi imeathiri wananchi wa waka, ama wakazi wa Basuba kwa maradufu kabisa. Wakiingia misitu kwenda kutafuta asali hawapati mavuno ya kisawasawa kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Jua linapokutwa na giza kubisha hodi, matumaini ya wakazi hawa ni kuwa kesho yao itaboreka na watapata angalau wa msaada wa kuwawezesha kufuturu kama wengine. Ni matarajio kwa wakaazi wa Basuba kuwa kilio chao kitawafikia wahisani huku kumi la kwanza la mwezi mtukufu wa Ramadhan likifika ukingoni. Abdurrahman Hassan, Runinga Citizen, Basuba Lamu Mashariki.